Na mwili mmoja zaidi ulipatikana katika eneo la Chesongoch kaunti Elgeyo Marakwet, wiki moja baada ya mkasa uliosababisha vifo vya watu thelathini na nane. Licha ya serikali kuu kuahidi kuwashughulikia waathiriwa, juhudi za kutafuta watu kumi sasa zinafanywa na wakazi wenyewe. Na kama anavyoarifu mwanahabari wetu Laura Otieno, waathiriwa sasa wanatafuta makao mbadala baada ya mashamba yao kuharibiwa kabisa. taswira katika kijiji cha Chesongoch bado ni ya makovu ya mkasa wa wiki jana. Vifusi vya makao ya watu, vyombo na hata vitu muhimu bado vimetapakaa hapa. Mwili mmoja zaidi ulipatikana Jumatatu, na kwa sasa wakazi wamesalia kutafuta namna ya kuwasaka watu kumi ambao mpaka sasa hawajulikani waliko.

ila matumaini ya maelfu ya watu yanadidimia kila kuchao. Mtubadie shamba tutoka hapa twende tuishi huko pale pazuri, ili hii kwa sababu hakuna shamba lingine naweza changa nyumba ni hapo tu, ni bali bangu yenye naishi na watoto. Maporomoko ya ardhi che ya Chesongoch yamesababisha vifo vya watu 38, huku wengine kumi wakiwa bado hawajulikani waliko. Ibada ya wafu itafanyika tarehe ishirini na moja mwezi huu, kabla ya miili kupokezwa familia. Laura Otieno, runinga ya Citizen. Na huku mvua ikiendelea.